Hakuna amani itapatikana Kenya, kwa sehemu yoyote ya Kenya, kama bunduki bado iko katika mkono ya mwananchi ambaye afai kuwa na bunduki. Hata tukiongea mama ya amani hapa, mniite baraza miangapi, mimi nimewahi kuwa seneta kwa hii region. Haiwezekani kuongea na mtu mwenye ako bunduki, kuita yeye baraza, akuja aseme amani kwa nyumbani na amewacha bunduki kwa nyumbani. Kwa hivyo tumekubaliana kwa kauli moja kwamba liwe liwalo. Bunduki zote nyenye iko kwa mkono ya mwananchi mwenye sio askari lazima irudishwe katika serikali ya Kenya kupitia ile program tuko nayo ya rudisha bunduki kwa serikali. Na pia nataka kusema namna hii nimefurahi sana vile watu wanaongea hapa. Hata nimeambiwa ati mimi ni John the Baptist. Ati niende nikibatiza ndio wewe rais ukifika tu unafagia ukimaliza. Sasa sijui kama wanajua kweli hiyo ubatizo inabatizwa na nini. Lazima wajue ya kwamba hakuna mchezo itafanywa katika dunia hii mwaka huu. Kama vile wewe rais mwenyewe umetupatia marching orders using national security council, umetuambia ya kwamba bunduki nyingi bado ziko ka Kerio Valley. Hii mwaka huu kwa mwezi sita iko mbele, lazima tuintensify tutoe bunduki zote kwa wananchi yenye iko mikono yao.